Hello mambo, vipi, karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative. Natumai mzima wa afya, na kama hujisikii unaumwa, pole sana. Katika video yetu ya leo, tutazungumzia vifaa muhimu ambavyo unapaswa kuwa navyo ikiwa unataka kuanzisha video production, ikiwa wewe ni mwanzo, yani tunasema ni beginner, kuna vifaa unapaswa kuwa navyo ili kuondosha stress za kila siku. Tukianza na kifaa cha kwanza ni kamera. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuwa nacho ni kamera, kwa sababu video ni kamera. Ikiwa una bajeti ya kutosha, utachagua kamera ambayo unataka, aidha unaweza ukatumia DSLR au mirrorless camera. Kwa hiyo una bajeti ya kutosha, basi unaweza kuanza na kamera ya DSLR, baadaye unaweza ukashifti kwenda mirrorless. Na ikiwa huna bajeti ya kununua kamera, kwa sababu hali zetu haziendani, wapo ambao wanaweza kununua kamera na wapo ambao hawawezi kununua kamera. Ikiwa una simu yako, basi unaweza ukashuti content zako na ukaanzisha video production ukiwa na simu muhimu cha kuzingatia ni video. Unaweza uka ukawa na simu nzuri, kwa mfano watu ambao wana simu kubwa, unaweza ukaseti HD au 4K. Kwa hiyo usiweke kisingizio, huna kamera lakini una simu nzuri ambayo inaweza kuanza video production. Nikikuonyesha mimi nilivyoanza na kitu ambacho kilinifanya nianze kupenda video content creation ni kamera. Kamera hii ndo ambayo imenisababisha kuweza kuingia kwenye content creation ya, ya video kwa sababu ni moja kamera ambayo nimeanza kujifunza. Kwa hiyo sitoe sababu sina uwezo wa kumiliki kamera kubwa. Kwa hiyo hicho hicho ambacho upo nacho jifundishie. Kifaa cha pili ni tripod au stabilizer. Tunaposema tripod au stabilizer unaweza ukatumia Stand kama ambayo nimetumia mimi najirikodia kule. Kwa hiyo unaweza ukatumia stand vile vile vipo, unaweza ukatafuta kama hii ukaweza kufunga kamera yako hapa na kuweza kushuti content zako. Kwa hiyo hizi zinapatikana kwa bei rahisi, unaweza ukanitafuta tukaongea. Kwa hiyo unaweza ukatumia kama hii ukafunga ukafunga kamera yako hapa, ukafunga taa yako au ukafunga ta maiki hapa. Kwa hiyo unaweza ukatumia kama hii. Kwa hiyo vile vile, kwa kwa watu ambao wana uwezo, unaweza ukanua gimbo, unaweza ukanua gimbo. Gimbo hii itakusaidia kuweza kupunguza mitikisiko. Kama una bajeti ya kutosha, basi unaweza ukatafuta aina ya gimbo ambayo unahitaji kuweza kuendeleza kontenti zako ikiwa unajifunza basi hakikisha unatafuta stand, kwa sababu hii itakuepusha kuweza kutengeneza video zako ambazo zina mitingishiko na kupelekea watu kutokuangalia video zako. Kifaa cha tatu ni mwanga, yani lighting. Video yako inahitaji light ili kuweza kuwa bora. Video bila light basi haiwezi kuwa bora, kwa hiyo unahitajika kutafuta light, yaani unaweza ukaanza na taa za led panel kama hizi ambazo natumia kufano, ako kama ambazo, kwa mfano unaweza ukaenda kununua taa zako kama hizi ambazo unaweza ukatumia kwa umeme au vilevile unaweza ukatumia kwa charge, lakini vile vile kama una bajeti ya kutosha, basi unaweza ukanunua soft Box light ambazo bajeti yake zipo juu. Kwa hiyo kama bajeti yako ya kawaida basi unaweza ukaanza na hizi hapa LED panel. Na ikiwa huna bajeti yoyote basi unaweza ukaanza na mwanga wa asili sunlight. Kwa hiyo usiogope kuwa huna light, lakini vile vile unaweza ukaanza kwa kutumia mwanga wa asili unakutosha. Kifaa cha nne ni mic. Mic ni asilimia hamsini ya video. Watu wanaweza akavumilia video kuwa mbaya kuliko kuwa na audio mbaya. Kwa mfano mimi natumia hii hapa mic ya bei rahisi kabisa, na napata sauti yangu nzuri. Ikiwa we ni bigina unaanza kontenti zako kutengeneza, basi hata unaweza ukanunua ukanunua maiki kama hizi ambazo ni zinapatikana kwa bei rahisi, unaweza ukafunga na kuendeleza kutengeneza kontenti zako, kwa sababu usitumie